Tangu nije hapa mwaka jana mwezi wa kwanza ndo tulianza kuwekeza hapa yeah. Sawa, ndugu zangu, ndo tulianza kuwekeza hapa yeah. na sasa hivi tumerudi tena huu hii <laughs> elfu mbili na ngapi <laughs> na ishirini na yeah. nne ndo nimeingia leo asubuhi na ndege kuja kuongelea uwekezaji wangu. Bahati nzuri sina la kusema jamani, kwanza nilikuwa siamini nitachokikuta. Nimekuta uwekezaji wangu umekuwa ni mzuri ni uko bora zaidi ya juu, yani mara mbili yake kuto kufikiria. Nimekuta nguruwe ni wakubwa wakubwa wakubwa, nguruwe mmoja anakula kwa siku laki tatu. Sasa uwekezaji ni wa mchezo, takriban usifanye mchezo. Mpaka sasa hivi tuna nguruwe karibu ni elfu moja angalia libanda urefu wake kama treni, huu wote uwekezaji, sijui unanielewa yeah. Na paka sasa hivi nguruwe unaona tunauza sisi hapa, tunauwekeza tofauti na nguruwe wote Afrika nzima, hawa wametoka Namibia wapi huko, Uingereza huko, kwa sababu ni nguruwe wakubwa peke yake yani tofauti na nguruwe wote duniani. Na nguruwe hawa sasa basi madini yao, na ndio maana kina dada wengi wamekuja kuwekeza hapa kwenye kijiji chetu cha nguruwe. Ukila nguruwe sasa, nikupe siri yake, unakuwa hivi kwa kina dada, si wewe mako minangaji chubaya sawa, ndugu wangu, kwa kina dada. Hawa nguruwe wetu tunawekeza hapa kijiji cha nguruwe, mkoa wa Dodoma huu, wilaya gani? Bai bai bai, muuliza swali zuri sana. Mwangaikaji ana matabaka. Sawa. Hawa nao ni familia. Ingekuwa si familia wasingeletwa duniani. Sawa. Ndio matabaka yapo, lakini sasa mimi niko kwenye mzunguko wa hela, mfanyabiashara. Nao biashara zote haziniingizii. Nimeona bora nje kwenye uwekezaji wa nguruwe Dodoma ndio umenipa faida na ndio umenipa jina. Sasa naachaje? Naachaje? Naachaje uwekezaji wa nguruwe? Hata wewe mdogo wangu leo unaambiwa acha media hiyo. Njoo wekeze kwenye nguruwe. Ndani ya miezi sita tu tayari baada ya milioni sabini mara mbili yake inajaa unaachaje kuja kwa hiyo nimekuja kwenye uwekezaji mimi mjasiriamali sina matabaka ni mfanya biashara kwa nini nisiwe na uwezo kama hivi vitu nilivyovaa tu hii moja milioni thelathini na tano hii hapa milioni 30 imechukua china hii pete moja milioni saba, hii milioni nane, hii milioni tisa, hii milioni kumi na tatu. Na nashindwaje wekezaji. Bado mali zangu bado familia yangu, bado miembe yangu, sawa bado mashamba yangu bagamoyo bado makaburi yangu niliyoachiwa Bagamoyo na Malembi bibi yangu Oye, achana na hivyo vitu bwana. <coughs> kwe... Kwa hiyo time yote kimfacho mtu chake, na si mimi. Kuna wengine nyewe mnawajua mna wanavyo hivi vitu amwasemi. Kwa hiyo naomba tutambuane akili, tutambuane maarifa, sawa. Usipende tu kutafuta haba, msululu wa maneno, hii ni mali madini, na achaje kuvaa kauli zenu mbii hizo. Angalia ulichokifuata duniani kama una chochote tafuta ajira, nenda kalime, mashamba yako mengi, magodauni, viwanda viko kibao, kauza hata vibiriti barabarani, anzisha msingi wako.